Babu inu ameshaua watu wangapi? Wa amelipia watu wangapi hospitali? Wa lazima akujengee babu inu, lazima akujengee lakini anakusaidia ukienda pale na makaratasi yako tu, unazuiwa ukubaki dai. Amelipia wa watu wengi, mimi nimeona watu, najua majirani eh?